Leo tumekusanyika hapa kwa pamoja akiwa kama wananchi na wakazi wa Kikwajuni Mjerumani kwa ajili ya kupeana taarifa pamoja na kujadili mkataba ambao uh, umeanza kutoka shirika la nyumba uh, ambao wanaitwa watu mmoja mmoja kwenda kusaini kule uh, kupitia mkataba huu ambao sisi tumeusoma, uh, kama wanakamati tumeona una mapungufu makubwa na kuna umuhimu wa kuita kikao kwa wananchi kuwajulisha juu ya mkataba huo kwamba una mapungufu na unahitaji marekebisho. Katika hilo tayari tumeshaanza kufanya summary ya, ya uh, mkataba huo kwa ajili ya kuipeleka shirika la nyumba kwa ajili ya uh, kufanya marekebisho ya mkataba huo. Kwa hiyo kama unavyoona uh, watu wengi wametikia wito, wamekusanyika hapa kwa ajili ya Kujua nini kilichomo katika mkataba huo na nini kinachotaka kufanywa marekebisho katika mkataba huo. Uh, leo kwa pamoja, baada ya kikao cha jana uh, leo tumeandaa dua ya pamoja na wananchi wote wakazi wa Kikwajuni kwa ajili ya kumwomba Allah uh, alitizame kwa jicho la kheri jambo hili E, la ujenzi mkubwa ambao unataka kuanza hapa ama mradi mkubwa ambao nataka kuanza Kikwajuni Mjerumani, tunamwomba Allah tujalie kama ni kheri, Allah azijaze kheri hizo, na kama ni shari, Allah aziondoshe na atupe mradi wengine wenye kheri, na sisi popote pale ulipo duniani, kwa vile Allah ndo mwenye kujua kheri yake na shari yake, kwa sisi tunamwelekea yeye Allah katika hili e, atujuze kheri yake.